Wakazi wa wilaya ya Namtumbo wametakiwa kuongeza uzalishaji wa zao la tumbaku ambalo ndio zao kuu la biashara katika wilaya hiyo ili kuongeza kipato na kuharakisha maendeleo yao. Kauli hiyo imetolewa na mgombea ubunge wa jimbo la na Namtumbo kwa tiketi ya CCM, Dr. Juma Zuberi Homera wakati wa mkutano wa kampeni uliofanyika katika kata ya Litola. Dr. Homera amesema iwapo atachaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hilo ifikapo Oktoba 29 atahakikisha anasimamia uzalishaji na masoko ya tumbaku, ili kuwasaidia wakulima wa kupata faida kubwa zaidi. Masuala, bei ya mazao, wanatupangia tu bei ya, ya, ya mazao yetu. Kulema tulema tuenga watu vizende kukiongea mungate afu jende ku kupanga bei. Alafu tukota safari tutanua mbazi kwa shilingi 1000 au shilingi 2000 au shilingi shilingi 200. Sasa ndugu zangu, masuala haya ya kupangiana bei tunakwenda kuyaweka vizuri, mfumo mzuri wa bei ya mazao yetu ili tuwe na mazao ya ambayo yanaleta tija kwa wananchi, lakini tumesema watu ambao wanalima tumbaku waanze kuandaa vitalu. Tunataka tulime tumbaku nyingi zaidi kwa sababu masoko yake yapo, na kuna tumbaku ya bare ile ya mvuke na tumbaku ya moshi, lakini asilimia kubwa yenye soko ni tumbaku ya bare. Hapo vipi? Na tunaleta wataalamu wakuja kutuelimisha namna bora ya tumbaku ya mvuke iweze kulimwa. Ombi la chama cha ushirika kilichoko Ngwinde, wakulima kijiji cha Ngwinde hulima mazao ya chakula na biashara kwa sasa, wanatumia chama cha ushirika cha nam, mkeke kilichopo kijiji cha Litora. Chama chenu mkifufue haraka iwezekanavyo, kama akina viongozi, pangeni viongozi, kifufuliwe. Tunachotaka hiki chama kilichopo hapa ndicho kitusaidie, ndicho kitusaidie kuja kuleta, kuja kuleta pembejeo ya ruzuku ya bure, ya bure bure, ambayo inakuwa sio ya bure, inakuwa kuchangia kidogo. Serikali inachangia na nyinyi mnachangia. Na mbolea ruzuku itaendelea kuletwa hapa Ngwinde. Na ikifika italetwa kwenye magodown ili watu waweze kupata. Kama mtafuta Litola tunajua kama ni Litola au wapi lakini tungetamani mbolea ifike hapa. Kwa wazabuni watakaopata kazi ya kusambaza mbolea ruzuku ndani ya wilaya hii wajipange kupeleka kwenye eneo husika. Sio wanaishia mjini wanasema tuletiti mbolea kuna ndumbu. Sasa mbolea ndakaende Ngwinde wanapeleka na mtumbu ikafanya nini? Mtu wa namna hii ana uchungu na wananchi wake. Ameacha majukumu kule, akasema ngoja niende Mbimbi, ngoja niende Litola nikasaidia kuuza ndizi. Nani kama Dokta Homera? Sasa mna kazi moja tarehe ishirini na tisa kumvisha nguo Homera katika kumpa kura nyingi za kishindo. Daktari Samia Suluhu Hasani, mna kazi mkubwa sana ya kuhakikisha nafasi ya bunge napata kura nyingi za kishindo kwa Daktari Homera, nahakikisha tarehe ishirini na tisa tunapata kura nyingi za kishindo kwa mgombea wetu wa udiwani ndugu fusu sawa, Flora Matias Ngonyani. Ni mkazi wa Litola. Kusema kweli, kijicho cha Litola changamoto kubwa na miundo mbinu kwenye maji, maji yaliyopo ni mengi isipokuwa vilula havitoshi, hasa kwenye mitao. Jina naitwa Filibeta Kani sisi Ngonyani, ni mjumbe wa serikali ya kijiji. Tunaomba kwa ndugu mbunge, tuna changamoto hapa kijijini kwetu. Kwa zaanati tuna zaanati ambapo, ambapo hii haitutoshelezi. Pili, tuna changamoto ya umeme katika kijiji chetu. Kampeni za Dr. Juma Zuberi Homera zinaendelea katika kata mbalimbali za wilaya Namtumbo, ambapo amekuwa akisisitiza kilimo cha tumbaku kama nguzo muhimu ya maendeleo ya wananchi. Mimi ni Shekhani Mzaina, hii ni Toka Zamani TV.